Ebona, mtazamaji wa SFTV niko na Heavyweight Dulla e, lakini kubwa zaidi ni kile ambacho kinachoendelea huko kwenye mitandao ya kijamii lakini kama ambavyo Heavyweight tunavyofahamu msemaji e, leo Ahmed Ali wakati wakizindua lile wese la ubaya ubwela hmm, alishiria kibwagizo pale kuhusiana na basi lakini pia wazee na mbuzi lakini ni kama upande wa pili hivyo amelichukulia serious ili jambo kwanza kabla ya kwenda kulizungumza, uko poa mzee eh? Bwana mi niko vizuri niko vizuri, namshukuru mwenyezi Mungu, mambo yanakwenda. Ramadhani tunazidi kuimaliza, ni jambo la kumshukuru mwenyezi Mungu. Mm, andiko umeliona? Andiko of course nimeliona. La la nani kwanza, la msemaji wa upande wa pili? La, la Alikamwe Hala. of course andiko la Alikamwe nimeliona na nikiri mi nimefurahi sana kuona lile andiko. Sababu zipi tena nimefurahi? Ndugu yangu, yani lile andiko limenifurahisha sana kwa sababu unajua, Yanga kwanza, mimi nilivyokuwa nadhani kwamba walivyokuwa wanasema hawachezi. Hmm, mimi akili yangu ilikuwa imeniambia wameshamaliza au wameshafunga ule mjadala kwamba hawahusiki hmm na ripoti yoyote ya kamati itakayotolewa, kwa nini dabi ile hairishwi? Niliamini mm, hivyo. Si unanielewa? Yeah. Sasa alikamwe kuija kui, kui, kui, kui, kuliamsha kuli na kuiongelea kui lile swala la Ahmed kuhusiana na jinsi ambavyo uh, ameizungumzia lile swala la mbuzi pamoja na wazee wafupi kuzuiliwa kwenye BM. Tafsiri haraka haraka ni kwamba kumbe maamuzi ya kamati hata Yanga wanayasubiri. Sasa kama Yanga maamuzi ya kamati wanayasubiri automatically kitakachoamuliwa ina maana watakuwa watakipokea, na hizi na, na swala za kusema sijui ndo niwaambie pia hao wanachama. Yeah. Kama Alikamwe anakusanya ushahidi kupitia kejeli za Ahmed Ali, ndio kwa watani zake yeah. Sababu tusisahau kwamba hizo club zinataniana zinata, na hakutaja sehemu yoyote kwamba eh, labda ni Yanga au vipia kasema tu kwamba ametumiwa ujumbe kwamba kuna basi la BM lina mbuzi, sijui lina wazee wafupi. Yeah. Tafsiri haraka haraka ni kwamba kama Ally Kamwe amekusanya ile na kuona kama ni pati ya ushahidi. Maana maanayake ni kwamba maamuzi ya kamati nao pia wanayazingatia na wanayaona na ina maana kitakachoamuliwa pia watakubaliana nacho. Kwa hiyo hizi kelele za kusema hatuchezi, hatuchezi, hatuchezi. Sio kwamba kweli hawachezi, kumbe wana kumbe macho na masikio pia yapo kwenye kamati. Sio kama umenielewa pointi yangu. Nimekuelewa vizuri. Kwamba ukisha- ukishasema kwamba mimi kitu fulani hichi nimeamua hivi, automatically wewe hutaki mtu influence yoyote kutoka sehemu yoyote dhidi e. ya decision zako, yaani Yanga walikuwa washaamua kwamba sisi hatuchezi mchezo wowote wa dabi. Hapo ni kama hivi wote anasema mwezi wa tano na oa. Ehe, yaani kwamba pasipo kuangalia kule upande wa baba mkwe wanazungumza nini e. sijui nini mtoto wetu sijui aolewi labda na Msukuma au vipi? yaani wewe umeshaamua kwamba mimi naoa, yani ina maana hauna haja tena kuangalia kule wanazungumza nini. Yeah, ndio ninachomaanisha hapa kwamba Yanga siamchezi, wamesema kupitia uongozi wao kwamba wachezi. Lakini jambo jingine, ili swala lipo chini ya bodi ya ligi yeah, na uchunguzi unaendelea, na wamekiri kwamba tulikuwa tunaendelea kusubiri maamuzi ya ya ya ripoti kutoka kwenye bodi ya ligi, kwa nini dabi imeahirishwa? Sasa tujikumbushe, wao si ndo waliikataa hii bodi ya ligi? Sasa automatically wanasubiri maamuzi kutoka kwenye bodi ya ligi hiyo hiyo ambao wamesema hawana imani nayo. Ina maana automatically maamuzi yatakayotoka kama yakiwa ni dabi ichezwe siku nyingine na nini na vitu kama hivyo, wakikataa kwa yani, kwamba watatumia kigezo cha kwamba tulisema hatuna imani nao. Sasa kama hauna imani na bodi ya ligi, wewe kwa nini unaendelea kuwapa bodi ya ligi ushahidi wa kuamini kwamba wanabidi wawe upande wako. Kwa hiyo hapa ni kama viongozi wanazungumza lao hmm. au wanachama kila siku wanaotoa matamko kutoka mikoa mbalimbali hmm. na wao wanazungumza lao, hawajasimama kwenye kitu kimoja. Unajua, mimi swala la wanachama na mashabiki mimi nawachukulia na kama fata, fata mkumbo fatamkumbo, si unanielewa? Yaani kitakachozungumzwa na viongozi shabiki atafata tu, yaani hakuna namna nyingine. Yaani shabiki atafata tu. Yaani kama na mimi labda ngwambie kitu kimoja wajina cha msingi sana, Ahmed Ali nah. Sawa, Ahmed Ali ni mtu ambaye ni mtu ambaye yani ana yani, akili kubwa zaidi yani, yuko miles ahead, si unanielewa yani, yeah. Ahmed Ali ana akili za tofauti na wasemaji wote hapa Tanzania, akili wagundue kwamba kumbe ile kauli ya kusema hatupeleki timu uwanjani ni porojo kwamba kama upeleki timu uwanjani. Ahmed Ali kazungumza ile maneno, wewe inakuhusu nini? Si ushaamua decision yako kwamba upeleki timu, nyamaza. Ahmed Ali kazungumza vile e, we upeleki timu, nyamaza. Hilo jambo siushafunga jalada kwamba mimi sipeleki timu mechi sichezi. Umepeleka, kas, e, umepeleka kasi vielelezo vya, vya kuikataa bodi ya ligi na kuona kwamba haifanyi kazi yake vizuri na nini, umeshafunga internal discussion, we unachosubiri ni kasi sasa Ahmed Ali kazungumza hivi, kazungumza hivi, kazungu yanakujaje? Endelea na misimamo yako ya kutocheza mechi, sawa, endelea na misimamo yako. Kwa hiyo namwambia Ally Kamwe, sawa, kwamba katudhihirishia kwamba kumbe kamati e, ba, ile, ba, ma, wanaita nini, ripoti anaisubiria, na tafsiri yake kama yeye ni kiongozi wa Yanga, tafsiri yake uongozi mzima wa Yanga wanasubiri ripoti kutoka kamati kwa nini mechi iliahirishwa, na kwenye ripoti ri... chochote kitakachoamuliwa baada ya pale, kama ulikuwa unasikiliza na unakusanya mpaka ushahidi unataka utumike, tafsiri yake ni kwamba kitakachoamuliwa unabidi pia ukubaliani. Na kwa hiyo mimi ndomana kakuambia mwanzo, nimefurahi kwa sababu huyu Ahmed Ali akili aliotumia ni kubwa na anahitaji kupongezwa, sawa. Hmm, ya ni akili kubwa na inahitaji kupongezwa, kwa hiyo safi sana, Ahmed. Yale kwa kwa kwa kwa hiyo ni kama amewapiga bao hivi, of course, kwa sababu hata mi nilikuwa sijui kama Yanga wanaendelea kuisubiri ripoti ya kamati. mimi binafsi mm. Kwa sijui mi nikajua kwamba ndo washafunga mjadala, hawachezi dabi, kuhusu sijui ripoti ya kamati kwa nini e, ligi e, mechi iliahirishwa, sijui kuhusiana na kinachoendelea mambo ya BM na mbuzi na nini. Mi nikajua washafunga hilo jalada, sikuwa najua kama wanaendelea kulifuatilia na sikuwa najua kwamba ushahidi wowote hata wa kejeli unamata kwa upande wao ulikuwa sijui. Sasa Ally Kamwe ndo amekuja kunionyesha kwamba kumbe hadi ushahidi wa kejeli mtu alikuwa ana anazungumzia swala, watu wanakusanya, wanaandika kwenye ripoti kwamba Ahmed Ahmed alisema hivi, unaandika Ahmed alizungumza hivi walivyokuwa wanazindua mdhamini wao mpya. Sasa ushahidi gani huo aje? Halafu sasa mimi asami, kinachonichekesha kinachoni au kinachonisikitisha, maki sio kuchekesha, kinachonisikitisha wale wakinalikamu wanajua wanachokifanya. Shida mashabiki zao, mashabiki zao ndo watakaoteseka, kwa sababu wao wanaamini chochote kinachosemwa na yule kipo correct, haijalishi kipo correct au wrong, ila shabiki haelewi. Yani anaona yeye yupo msemaji, yeye yupo correct tu, yani hajui kuchanganua. Yani mashabiki zetu wa Tanzania hawajui kuchanganua mambo, reasoning yetu sisi ni mdogo. Weka, weka baadhi yao kidogo hapo, maana atakujia juu of course, ba- baadhi yao wengi wao yeah wengi wao yaani, wengi unajua, wale wenye kuchanganua wa mambo ni wachache yeah. lakini wengi wao, Ally Kamwe kasema, yaani wa mtu hivyo hawezi kumbadilisha. <laughs> mishipa ya shingo inamtoka Ally Kamwe kasema kasema Ahmed Ali amekiri. Sasa huyo huyo Ally Kamwe alisema dabi ya mchezi ndio, sasa mambo ya Ahmed Ali alisema mambo ya mbuzi, vipi? Anakuja vipi? Ah, wewe atulia, hujui kitu. Ally Kamwe kasema, anakuja mtandaoni, anakupa mitusi, anafanya hivyo, basi mwisho wa siku ndio inakuwa hivyo, lakini kiuhalisia Ally Kamwe amedhihirisha kwamba kumbe ripoti ya kamati wanaisubiri, lakini si labda kwamba wanasubiria ripoti kuwe na hiki ambacho anasema yeye kilikuwa mm, ni chanzo cha mgogoro, wazee wafupi na mbuzi, ingawa mpaka leo hatujaona hizi video kwamba kuna wazee kuna mbuzi. Labda mm, si kwamba wanasubiria ili kile wanachokidai wao wakipate. Mm, ah kwanza ujue wazee wafupi na mbuzi, wewe mimi mimi, kwa upande wangu sijaona nasi na sidhani kama hata mfanyabiashara ule mwenye mabasi ya BM anaweza akaruhusu basi zake ziwekwe mbuzi kwa sababu miongoni mwa mabasi ambayo ni luxurious ni pamoja na BM coach. Nafikiri ni miongoni mwa mabasi ambayo yanafanya vizuri sana kwenye usafirishaji, yeah. Sasa wewe kama ndio bosi wa BM, utakubali basi lako liwekwe mbuzi wewe, hapo, utakubali? Yeah, <laughs> <laughs> mbuzi, unajua mbuzi anaweza muda mwingine, usiongee sana unaharibu wakati kwenye hili sakata ya Simba walikuwa wametulia, sijaona mimi Simba ukitoa leo Ahmed kuzungumza tena hakuzungumzia katika uwanda huo yeah, lakini Simba walikuwa kimya. Sasa wao ndo walikuwa wanazungumza umeelewa, Yanga ndo walikuwa wanazungumza, oh, si hivi tunaenda kasi tunaenda huku, mara sijui hatuna imani na bodi ya ligi, mara sijui hivi, mara mbutu na na, na mwenzake Almas Kasongo atotoke, okay, mara hatuna imani na kari ya mara nini mara... wao ndo walikuwa wanazungumza, Simba walikuwa wamekaa kimya kwenye hili sakata. Leo wewe fuatilia Simba walikuwa wamekaa kimya mara sisi hatuchezi, mara wasikia kuna wazee Morogoro wameandamana, mara kuna wazee Zanzibar wameandamana, mara kuna wazee Dar es Salaam, sijui wengine vijana umo humo, unakuta mtu mm. unaambua mzee, ukija kumwangalia huyu <laughs> mbona kijana lini <laughs> amezeeka lini eh <ulu. laughs> unakuta anazungumzia mambo eti ya uzee ya busara, sijui anazungumzia mambo ya yanga ya miaka ya themanini kuna mwangalia huyu miaka themanini alikuwepo duniani? Basi ndio abaki kucheka. Sasa ndio maana na, na, na, na, ala, <laughs> e, alafu wao wao wao wazee hao ambao wanasema wana hivyo, baadaye wanakuja kusema kwamba mm. e, ah, nataka nikwambie vipi, ndugu yangu Tazo, ndugu yangu ndugu yangu naye, unanitoa una sana kwenye reli, umeelewa? Lakini <laughs> tu ni kwamba wazee wanakuchanganya, wazee wazee wananichanganya. Unajua 2000 una una, unajua wanakusanya, unajua sasa hivi kila jambo ni ushahidi, eh wapo kwa ushahidi, eh hadi yani sasa hivi hata hata shabiki akija akizungumza jambo eh, uwezo akashangali, inachukuliwa kama ushahidi, yani shabiki tu wa kawaida akazungumza <laughs> bana hivi na hivi bana, kuna shabiki hao walizungumza hivi, ushahidi huo. Hmm. Sasa unajikuta sasa unajiuza. Ah, watu kwa hiyo kwa tafsiri haraka haraka ni kwamba niwaambie tu hao wazee kwamba wa waache mambo ya wa kuandamana kwa sababu Ally Kamwe kashakiri kwamba wanasubiri ripoti ya kamati na katika viushahidi vyao vya kuongezea ongezea wameongeza na swala Ahmed pale lipo yeah. Ehe, katika vile viushahidi vyao kama walivyosema kuongezea ongezea yeah. Kwa hiyo swala la Ahmed ya kusema kwamba mbuzi kulikuwa kuna mbuzi na wazee wafupi kwenye BM wamelichukua na kulizyo, kuliongelea na kwanza wamelidisplay kwenye mtandao kwamba huyu pia ni ushahidi mm. Wamekiri na Privadinho akacheka akasema kwamba wameongea ongea, ongea, sijui afu afu au wao wanaosema sijui kuongea sana unakuja kuharibu. Wao ndo wameongoza kwenye ile sakata kuzungumza kuliko mtu yoyote, na sio tu kuzungumza, mambo yanakwenda mbali ndugu yangu. Kwenye ile sakata kuna watu maalum, kazi yao wao wali, wa, yani wao wamepoa kabisa kazi ya kulizungumzia hili sakata na kulivuta upande ambao wao wanataka. Nakupa hiyo siri, unanielewa? Kuna watu hawajui. Wewe unajua kwa sababu ni mwandishi, lakini kuna watu hawajui kwamba hili sakata kuna watu maalum, sawa, wamepewa ajenda maalum Ndio. ya kuzungumzia hili sakata la kuahirishwa kwa dabi, na ajenda zipo kwa ajili ya kuwaridhisha ambao wamewapa hiyo kazi Ndio kwamba wewe sikiliza, wewe una ushawishi kwenye mtandao wa kijamii zungumza hivi na hivi na hivi na hivi na hivi sasa. Mi nawaambia watu sawa, utapewa chochote kitu, utafaidika, lakini kitaisha, unaharibu reputation yako sawa, unaharibu reputation yako kwa sababu leo hao viongozi wanaofanya hivyo wapo, kesho hawapo, umeelewa? Sasa Jaribu kufikiria mambo mengi sana kuhusiana na jambo, jinsi ambavyo umejitengeneza ume wewe mpaka unakuwa un trusted kwenye mtandao, kwa sababu sio kila mtu unayemwambia ni mpuuzi. Kuna mtu mwingine anaona unakosea yeah, na ye ni mtu makini, anaamua kukupuuza pu, kuku, inamaana ukishapuuzwa na watu makini ukabaki na watu wale wahoyahoya hoya, wanaotukana tukana na kutoa maneno ovyo ovyo, wakawa ndo fanpage yako hiyo, fanbase yako hiyo, hautokuwa na maana yoyote. Kwa hiyo unabidi uelewe, unapopewa ajenda jaribu kusimama sehemu ambayo unahisi umeelewa kwamba hii sehemu ni ya haki. Usiwe mtu wa kuharibu, wa kupelekeshwa pelekeshwa sema hichi na wewe umekaa eh, eh, karia afai sio nani afai sio karia kweli, kweli kweli wewe leo, una, una una una- unafika una hiyo hatua ya kuanza ku, ku, ku, kuongea hayo mambo kabisa, kwa sababu unajua kuna vitu unabidi ukizungumza uhakikishe umeishirikisha akili yako to the extent mpaka unakuja una, una, una unafanya maamuzi. Kama ndio maana nawaambia tena na tena, kwa sababu wanakuambia e, wamakuna mwadhibina hata na rasula huwezi rasul. kuadhibiwa na Mwenyezi Mungu, unapewa kwanza mjumbe anakukumbusha Pape. Sa, sasa mimi nawapa ujumbe sawa, ili sakata mi, nime- nimelizungumza nime, nime lakini sio sana mimi, muda wangu ushafika kombe la shirikisho ile hapo iliko ni yabai mm. Mimi ndo vitu ninavyovipenda klabu bingwa ipo, klabu bingwa ipo, nimzungumzie Al-Masri, records ambazo wanazo kwenye michuano ya confederation cup, Simba atavuna nini? Vitu kama hivyo mimi ndo napenda. Hizi siasa za nje za nje sizipendi, lakini nawaambia hawa watu ambao wame, kwenye ili sakata wamepa, wamepewa wamepewa chochote kitu kwa ajili ya kubezi upande fulani, alafu sio tu kubezi, kubezi sio jambo baya, inawezekana tunatofautiana kwenye maoni ila usikubali kupenyezewa ajenda kwa sababu umepewa chochote kitu. Hicho kitu ni kibaya, kitakuja kukuaffect mbele ya safari. Kwa mtu mwenye akili ataona naongea upum... jambo la msingi, kwa mpumbavu ataona udogo anaropoka, ila anakuja kukwambia tena, itakuja kuwatokea puani bana. ni heavyweight, sitaki uongee sana, utawachosha watu, tuondoke na nini. Dabi ipo kati ya tarehe kumi na nne mpaka kumi na sita mwezi wa nne kinapigwa yeah. Inawezekana lakini ni matarajio, na of course, kadri ambavyo unajua, lazima niwaambie ukweli, kadri ambavyo dabi inachelewa anayenufaika ni Simba hiyo na-, nawaambia kabisa, kwa sababu Simba wachezaji wake, kikosi chake kilikuwa kipya kwa automatically, kadri wanavyocheza zaidi na zaidi ndivyo ambavyo wanavokuja wanavozoea wanavozoeana zaidi na zaidi, na kuna wachezaji viwango vyao pale vinapanda zaidi na zaidi, kwa hiyo nawashauri kwamba bodi ya ligi dabi mjaribuni kuiweka mapema ili unazotabiri wewe kwa... hey, kwa sababu sio unazotabiri, umeelewa? Simba anavyozidi kuchelewa kucheza dabi ndivyo ambavyo makali ya kikosi chake kinaongezeka. Sasa hapo kwa jinsi ambavyo ile li jambo limekwenda, dabi ikija ikachezwa tena alafu Yanga bahati mbaya ikatokea amefungwa kwa idadi ya magoli mawili kwenda juu, au kwa kifupi tuweke amefungwa kuna kitu kitakuja kuzuka tena especially wale wale wazee waliokuwa wanaandamana andamana andama mara Morogoro mara sijui Zanzibar mara wapi. Au sikufichi, mimi sio mtabiri, lakini tu kuna vitu mimi huwa nikiviona mitandaoni na najua outcome yake ya baadaye. Ikitokea idabi imechezwa na Yanga akafungwa, kuna kitu kikaripuka. Hicho ndio cha kumalizia nilichokuwa nakwambia, japo kulikuwa nataka niongee sana, lakini hicho ndio cha kumalizia. Tukimalizia hii, shukrani sana, e bana, shukuru